Wote ni mashahidi kwamba kinachoendelea mitandaoni ni uhamasishaji wa, wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Sasa kwa sisi Tanga tuwatoe hofu vijana wetu, tuwatoe hofu wazee wetu kwamba tumejiandaa kwa namna ambayo ni bora kutokuwa na maandamano katika mkoa wa Tanga. Kwa hiyo ni taarifa ya pili rasmi kwamba mkoa wa Tanga hautafanya maandamano kwa sababu ya madhara yanayotokana na maandamano na kilichotokea tarehe 29 na 30 ya baada ya uchaguzi. Kwa nini nimeonelea kuzungumza hili? Tuna muunganiko wa watu wengi huko nyuma ambao wanatusubiri na sisi kama, waandishi, ni sisi kama wa, wanasiasa wanahitaji wananchi kujua msimamo wetu na mwelekeo wetu wa kisiasa na mwelekeo wetu wao kwao. Kwa hiyo taarifa ni hii, kwa mkoa wa Tanga hakutakuwa na maandamano japo viashiria vinaonyesha kwamba baada baadhi ya maeneo yana viashiria vidogo vidogo na hizo elements zinazoonyesha kwamba hali ni tofauti ya uhamasishaji. Niwatoe hofu ndugu zangu na niwaase vijana wenzangu, kwa sababu nami ni kijana, tuache mihemuko, tuache kufuata mob psychology, wataalamu wanasema, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana. Eh, madhara yake ni makubwa sana na tuna vipaumbele vingi vya kufanya kwa kipindi hiki cha 2025 2030. Tunapofanya na maandamano, kuna miradi itasimama ya kimkakati. Tumeona Tanga sasa hivi inaanza kufunguka, wote ni mashahidi, bandari inafanya kazi na ajira zinaanza kupatikana. Sasa tutakapokuwa na maandamano, sitarajii kwamba bandari itaweza kufanya kazi. Tutakapokuwa na maandamano, sitarajii kwamba kina mama ntilia utaweza kufanya kazi, sitarajii kwamba mashuleni kutafanya kazi kwamba katika idara za umma na idara zisizo rasmi zitaweza kufanya kufanya nini? kufanya kazi. Sasa ndugu waandishi, taarifa ni hiyo kwamba Tanga tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili hakutakuwa na maandamano. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kumsifia sana ni mkuu wa mkoa wa Tanga ambaye yeye kwa njia moja au nyingine alituasa kama mama kama kiongozi wetu wa mkoa, wakati tunakwenda kwenye, kwenye uchaguzi alituambia maneno ambayo tulijaribu kwamba kutembea nayo hayo tunakwenda kwenye uchaguzi, unaweza ukatokea lolote, lakini linapotokea, lazima turudi tukae, tuangalie wapi ambapo makosa yamefanyika ili tuweze kuangalia kwamba hayo mambo yasitokee, na hilo tumelifanyia kazi. Kwa hiyo bado ninawashauri watu wa Tanga na Watanzania wote kwa ujumla, yaliyotokea tumeyaona, na siku zote unaweza ukafanya kitu ukakiona umefanikiwa, lakini kumbe bado hujafanya nini? Hujafanikiwa. Kwa sababu yanapotokea mengine yanakuwa mazito sana, na mnapofanya kitu alafu watu wakawasikiliza kwa njia moja, basi ni lazima tuangalie nao wanachokifanya kitu gani. Tumepata ahadi kwamba baadhi ya vitu vitafanya nini, vitafanyiwa kazi. Moja, hatukuwa na wizara ya vijana hmm, lakini imefanya nini, imefanyiwa kazi kwamba sasa imewekwa wizara ya vijana. Bado kuna mambo yanasikilizwa tumezungumza sana na viongozi na kuna baadhi ya vitu vitafanyiwa kazi. Mkoa wa Tanga.